Nataka niwahimize wakulima, wafugaji na wavuvi, hakikisheni baada ya kuvuna mazao haya tuyaongezee thamani kupitia usindikaji na ubunifu wa uhifadhi, badala ya kuuza kama yalivyolivyo. Ukiongeza ya thamani, ana kipato kinakuwa kikubwa zaidi na kinaimarisha usalama wa chakula, unaweza kuhifadhi kisiharibike. Nimeona pia baadhi ya vyakula pale kwenye mabanda kadhaa, wamevuna mahindi lakini wamesaga, umekuwa unga, una uhifadhi unga, umeongeza thamani. Wale wanaosaga samaki, minofu ya samaki wametengeneza minofu vizuri kabisa, inahifadhiwa baada ya kumtuza samaki mzima, ambaye ana matumbo na maeneo ambayo yanaanza kuoza mapema. Kwa hiyo tujikite kwenye eneo hilo. Aidha, maonyesho haya yamesaidia kutoa elimu ya upatikanaji wa mitaji kwenye sekta ya kilimo, kushiriki katika siku ya afya ya lishe katika kijiji ambacho kilifanyika katika Mwamapalala, kwa kuhamasisha ulaji unaofaa na upimaji wa hali ya lishe kwa watoto. Maadhimisho haya pia yamesaidia kuhamasisha unywaji wa maziwa hasa kwa watoto wa shule na watoto walio chini ya miaka mitano na walifanya hivi kwa kutoa misaada katika kwa maeneo yetu ya maziwa. Kwa hakika maadhimisho yamekuwa jukwaa kubwa na zuri sana kwa kufikisha ujumbe wa chakula cha lishe chakula na lishe kwa wananchi mbalimbali mbali, kwa kusema kwamba tuungane wote kwa pamoja kupata chakula bora kwa maisha ya baadaye na sisi zote tunasema kulingana na kauli mbiu ambayo pia katika mwezi huu ni mwezi wa huduma kwa wateja, na sisi serikali ni watoa wa huduma na wateja wetu ni wananchi, na leo nchi yetu iko salama kwa chakula. Na hata dira yetu ya serikali na wizara ya kilimo tuliyoibadilisha mwaka elfu mbili na ishirini na moja inasema dira yetu kwa miaka yote ijayo ni kujilisha wenyewe na kualisha wengine kibiashara kwa maana feed ourself and feed others commercially. Na dira hii ndo imekuwa kichocheo kikubwa kwenye shughuli zetu za kila siku tunazozifanya na kwa wakulima wetu wa Tanzania. Lengo la mradi huu ni kuimarisha mifumo ya utoaji huduma za afya ya mama na mtoto na lishe katika mabadiliko ya hali ya hewa. Mradi huu unafadhiliwa na Embassy of Ireland, ubalozi wa Ireland ambao umetuwezesha kusaidia utoaji wa huduma katika vituo vya kutolea huduma katika ngazi ya jamii, lakini katika vituo vya kutolea huduma za afya uh, lakini zaidi uh, kwa nini tuko hapa? Lengo kubwa kwanza, uh, ilikuwa ni kutoa elimu kwa watu mbalimbali mbali ambao wamepata nafasi ya kutembelea banda letu ya halmashauri ya wilaya ya Pangani ambavyo kama ambavyo mnaweza mkaona kwenye banda letu, tumetoa elimu mbalimbali, na elimu ya kwanza tumetoa elimu ya uh, makundi ya vyakula eh, na hasa kwa kuzingatia vyakula ambavyo vinapatikana katika mazingira ya kawaida.